Herufi sita ambazo haziunganishwi katika maneno, haziunganishwi na herufi za baada yake. Kwanza kabisa tuna alif. Alif inaweza kuunganishwa na herufi ya kabla yake na si baada yake. Kisha tuna herufi wau. Vile vile, herufi wau inaunganishwa na herufi ya kabla yake na si baada yake. Herufi dal, dhal, ra na za. Jumla ni herufi sita hizo. Herufi hizi huweza huweza kuunganishwa na herufi za kabla yake, lakini si herufi za baada yake. Mfano, hili neno hapa: ba wa a, ba wa a. Herufi wau imegusha na herufi ya kabla yake ambayo ni ba. Baada ya wau kuna alif. Alif inaweza ikaunganisha na herufi ya kabla yake, lakini herufi ya kabla yake kwenye hili neno ni wau, na wau haiunganishi na herufi ya baada yake. Ba wa a. Neno jingine ni awana: a wa na, alif wau nun alif wao wao inaweza ikaunganisha na herufi ya kabla yake, lakini herufi ya kabla hapa ni alif, na alif haiunganishwi na herufi ya baada yake ambao kwa hapa ni wao wao. Zimekaa kila mmoja kivyake awana.